Wakitoa maoni hayo, wanachama hao wameitaka TCCIA kuhakikisha inakuwa na wawakilishi bungeni kwa ajili ya kupata wasemaji watakaosaidia kuzungumzia changamoto za wafanyabiashara hapa nchini. Kubwa zaidi eh, kwa upande wa vijana, la kwanza tumeona kwamba vijana wanahitaji kupewa elimu, elimu eh, ambayo inaweza ikawa na tija katika jamii katika na maisha yetu ya kila siku. Na ukiangalia kundi kubwa la vijana eh, unapozungumzia vijana ni kundi kubwa sana. Kwa hiyo kama ambavyo nimesema, wanahitaji elimu, lakini la pili wanahitaji bado sapoti ya serikali vijana. E, wengi pia wanahitaji, wakati fulani wanahitaji mambo ya papo kwa papo, kwa hiyo bado wanahitaji elimu. TCCIA kama chama na wanachama wa, wa wake wanaingiza mapato, sasa hivi tunafika karibu trilioni kutoka biashara e, kilimo, mifugo na nini, wavuvi, mpaka trilioni mbili kwa mwezi, kwa hiyo mpaka kwa mwaka naona ni pata mwakilishi msemaji wetu kule bungeni ambaye ameteuliwa na risi. Sauti yetu itasikika na wanachama wote wa Tanzania watamasika wataweza kufanya shughuli zao. Kwa hiyo wao wanaongea, wanaacha, tunapendekeza serikali iangalie ibadilishe sheria ili hata sisi tuwe na madiwani nchi nzima ambao wanaweza kuwa kutusemea katika mabaraza ya madiwani. Makamu wa TCCIA mkoa wa Mara akawa na haya kusema. Kusema ah, maboresho ya katiba tumeyapokea kwa muda mwafaka kutoka TCCIA HQ kwa sababu katiba yetu ina umri wa miaka thelathini na tano tangu sasa. Kwa utaratibu huo, wameona kuna vitu ambavyo vimepitwa na wakati na kulingana na hali tunayoenda nayo sasa, mambo ya teknolojia na nini. Kwa hiyo wakaonelea ni vizuri wapate mawazo ya wanachama. Makamu wa Rais wa Chemba nchini Bonifasi Ndengo akaeleza sababu ya TCCIA kufanya maboresho ya katiba yao. Leo tulikuwa Mkoa wa Mara kwenye ukumbi wa hapa MCC kwa ajili ya ukusanyaji wa maoni ya wanachama wa TCCIA kupitia uanzishwaji wa taasisi yetu. Sasa tumeona kwamba kuna mahali ambapo taasisi yetu inahitaji kufanya maboresho ili kumudu kuhudumia mahitaji ya sekta binafsi, kumudu mahitaji ya kibiashara katika dunia, upande wa biashara za kimataifa, lakini pia kuwezesha na kusaidia shughuli za serikali katika kukuza uchumi wa Tanzania. Kutoka Mara, Veronica Modesti, tumaini habari.